Mheshimiwa Naomi Mwaipopo, asante Mheshimiwa mwenyekiti. Na mimi nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya pumzi, lakini pia nishukuru halmashauri kuu ya chama changu cha Mapinduzi kwa kuniamini kuwa miongoni mwa wachache kuwawakilisha wanawake wa mkoa wa Kigoma katika bunge hili tukufu, lakini pia nichukue fursa hii kuwashukuru wanawake wa mkoa wa Kigoma kwa kunipa imani yao kuniamini kuwa mwakilishi wao katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nina maswali mawili ya nyongeza pamoja na majibu mazuri ya serikali kuhusu ugonjwa wa ini katika mkoa wa Kigoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, Kigoma tumepakana na nchi tatu za jirani, Burundi, Kongo na Rwanda, hivyo maambukizi kwenye mkoa ule ni makubwa ukilinganisha na mikoa mingine, lakini pia niishukuru serikali kwa jitihada kubwa inayoifanya kwenye mkoa wetu haswa kwenye wizara hii ya afya. Sasa hivi Kigoma tuna hospitali ya mkoa ambayo kiukweli imekamilika, sasa hivi unapima kila kitu. Kigoma hatuendi tena Mwimbili wala Bugando. Kwa hiyo pongezi kwa serikali, lakini pia pongezi kwa wizara ya afya. Uh, majibu ya serikali kwenye ugonjwa huu, mwenyekiti, niombe waongeze juhudi, kwa sababu ugonjwa huu unaambukizwa sawa kabisa na maambukizi ya VVU, kwa maana ya kwamba unaambukizwa kwa kutumia vitu vyenye ncha kali, unaambukizwa kupitia ngono. Zile sababu zinazosababisha kupata ugonjwa wa ukimwi ndizo sababu zinazosababisha kupatikana kwa ugonjwa wa homa ya ini pamoja na elimu wanaoitoa, lakini maambukizi kwa mkoa wetu wa Kigoma bado yako juu. Je, serikali ina mpango gani mkakati wa kuhakikisha ugonjwa huu unatokomezwa kabisa kwenye mkoa wa Kigoma? Asante. Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa wa mwenyekiti, kwanza kabisa nimpongeze Mheshimiwa mbunge, Naomi mbunge kutoka mkoa wa Kigoma kwa kujali maisha ya wananchi wa mkoa wa Kigoma ili wasiendelee kuathirika na ugonjwa huu wa homa ya ini. Kipekee kabisa nimpongeze Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye kwa juhudi za makusudi kabisa amewekeza kwa kiasi kikubwa sana kupambana na ugonjwa huu wa ini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa hivi ugonjwa huu wa ini unao chanjo kwa watoto wadogo ambao inatolewa bure watoto tu wanapojifungua wanapewa chanjo hii, wiki nne, wiki kumi na wiki kumi na nne bure. Mama akijifungua tu anaingizwa kwenye mpango wa kupata chanjo, lakini sio hiyo tu, ipo chanjo kwa ajili ya watu wazima. Tunafahamu chanjo hii ina miaka ishirini na tano kwa hiyo tuko sisi ambao hatukupata chanjo ile ya utotoni tunayo chansi ya kuchanja tukiwa watu wazima ambao tunapata chanjo kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa huu wa homa ya ini. Lakini sio hivyo tu, kwa jitihada za makusudi kabisa za kutokomeza ugonjwa huu wa ini, Serikali imeanzisha tiba kwa ajili ya wagonjwa hao wa ugonjwa wa ugonjwa ini Desemba mwaka jana. Mpaka sasa, tiba hii ya ugonjwa wa ini inatolewa kwenye hospitali zote za rufaa za mkoa za nchi nzima hospitali 28 na lakini inatolewa kwenye hospitali zote sita za kanda nchi nzima, na inatolewa kwenye hospitali ya Taifa. Hivyo ni wahimize Watanzania wote kwamba sasa chanjo kwa ajili ya ugonjwa wa ini ipo, tiba kwa ajili ya ugonjwa wa ini ipo, waende mahospitalini, hospitali za rufaa, na watapata matibabu. Mheshimiwa Mwenyekiti. Aa, ni kweli kabisa ugonjwa huu wa ini unaambukizwa sawa sawa na ugonjwa unavyoambukizwa wa Ukimwi. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama wizara tutaongeza juhudi kwanza kwa kufanya uh, usimamizi shirikishi wa miongozo ya, yote ya kusimamia magonjwa haya yasiambukize, na hasa kwa mikoa ambayo imeathirika zaidi ambayo iko juu ya kiasi cha j, kitaifa hepatitis kitaifa ni asilimia 3.5, lakini iko mikoa ambayo iko juu ya asilimia 3.5 ikiwemo Rukwa, Katavi, Geita, Kigoma, Morogoro, Mara, Songwe, Tanga na Simiu. Hivyo kwa juhudi za makusudi kabisa tutafanya so supportive supervision ili kutokote, kutokomeza ugonjwa huu wa ini kwenye mikoa hii iliyoathirika zaidi. Lakini nitoe rai sasa kwa Watanzania wote tujitokeze kupimwa kwa sababu wengi wetu hatujui hali zetu za hepatitis, na imekuwa ni desturi kwamba mtu akijipima UKIMWI basi anajua yuko salama kuendelea na, na ngono nzembe. Naomba niwahakikishie kwamba hepatitis ipo na inaambukiza sawa sawa na ugonjwa wa ini inavyoambukizwa, hivyo tuchukue tahadhari za makusudi ili tuweze kujikinga na ugonjwa huu. Niwaombe waheshimiwa wabunge katika maeneo yenu husika mshirikiane na serikali kuendelea kutoa elimu kwa ajili ya wananchi wenu, kwanza wakapime, ili waweze kuendelea kupata chanjo na matibabu. Na mwisho sio kwa umuhimu, kwa jitihada za makusudi kabisa, serikali imejumuisha huduma hizi za ugonjwa wa ini pamoja na UKIMWI, hivyo mwaka 2023 tulibadilisha kutoka NASPU kwa maana ya National AIDS Control Program na kwenda NASHCOP kwa maana ya National AIDS STIs and Hepatitis Control Program ili kuweka huduma hizi ziwe jumuishi. Na kama ambavyo suala hili ni mtambuka, wizara zote za serikali zimeshapata mwongozo wa kuendelea kuwaelimisha watumishi wao lakini na kuwahudumia. Hivyo nitoe rai kwa taasisi zote, kama ambavyo tulikuwa tukiwahudumia wagonjwa wa UKIMWI lakini kuendelea kuwapima watumishi wetu, basi tuendelee kutumia mpango huu jumuishi ili pia watumishi wote katika taasisi zote wanufaike na huduma hii ya kupimwa, kuchanjwa na kupata matibabu kwa ajili ya ugonjwa huu wa ini.